Karibu ndugu msikilizaji, katika kipindi chetu pendwa, na leo tutazungumzia masifu au breviari au sala ya Kanisa, na tutajaribu kuangalia historia yake kwa ufupi, maana yake, mgawanyiko na umuhimu wake katika maisha ya Kikristo. Masifu au breviari kadiri ya kostusio juu ya liturujia Sacrosanctum Concilium namba 83 ni wimbo unaoimbwa nyakati zote katika kumbi za mbinguni, ambao Kristu Yesu kwani mkuu wa agano jipya na la kale alituanzishia hapa duniani, na hivi Kristo anaungana na kanisa zima kumtolea Mungu Baba sifa. Masifu sio tu tukio lingine la kikoani la Kristo Yesu bali ni mwendelezo wa sifa, shukrani na sadaka ya Yesu Kristo kama ile ya kwenye misa takatifu. Katika nyakati za leo, kuna kitabu maalum kinachotuongoza kumtolea Mungu Baba sifa ambacho ni breviary, au kwa jina lingine sala ya Kanisa. Kitabu hicho kimepitia maboresho mengi sana hadi leo. Ukitazama muundo na yaliyomo katika sala ya kanisa, unagundua kwamba asili yake ni kwa Wayahudi na ibada zao katika masinagogi. Katika masinagogi, liturujia yao ilihusisha kukutana mara tatu kwa siku. Lakini pia tukija kwenye agano jipya, mara nyingi Yesu pamoja na mitume wake walihudhuria katika ibada hizo za kwenye masinagogi na miaka mbele baadaye, baada ya mitume, maboresho mengi yalifanyika zaidi, kwa sababu ya uhuru wa kuabudu ambao ulikuwa umetolewa na kuanza kwa umonaki. Hizi ndizo sababu ambazo zilichangia kufanyiwa kwa maboresho zaidi na zaidi ya hiyo sala ya kanisa au breviari. Umonaki ulifanya mabadiliko makubwa sana katika liturujia ya kanisa, ikiwemo katika sala ya kanisa au breviari. Jumuiya za kimonaki zilikuwa na tofauti kidogo kidogo, lakini utaratibu na masaa ya kusali breviari yalifanana. Maendeleo ya sala ya kimonaki kulipelekea kuwepo kwa sala ya kathedrali ambayo ilisaliwa na jumuiya iliyokaliwa na askofu. Mabadiliko ya liturujia ya vipindi yaliendelea kwa kasi na sala hiyo iliadhimishwa katika makanisa mbalimbali, mfano katika basilika la Roma. Mtakatifu Benedikto ana mchango mkubwa wa kukuza sala ya kanisa katika basilika hilo. Mabadiliko zaidi na zaidi yaliendelea katika breviari. Breviari ya kwanza ya Kirumi ilitangazwa rasmi na Mtakatifu Pius wa tano aliyekuwa Baba mtakatifu mwaka 1568 miaka iliyofuata kitabu hicho kilifanyiwa maboresho na Papa Sixtus wa tano, kisha Papa Clement wa nane, na kisha Urbani wa nane, na baadaye Clement wa kumi na moja na mababa wengine. Mtakatifu Pius wa kumi alitangaza breviary mpya iliyoandikwa chini ya mwongozo wake na kurejesha kusali zaburi mia hamsini kila wiki. Na maboresho mengine yaliyofanyika ni kuondoa kurudiwa rudia kwa zaburi na kuziweka vizuri zile zaburi na mpangilio wa masomo na mambo mengine zaidi na zaidi ili sala hii iendelee kuwa bora zaidi. Maboresho mengine yalifanywa tena na Papa Pius wa kumi na mbili, lakini mabadiliko na maboresho zaidi yalifanywa na mtaguso wa pili wa Vatikano, baada ya kuona umuhimu wa sala ya kanisa au breviary, maboresho hayo yalifanyika kwa kuzingatia sala hiyo ya kanisa iweze kuwafaa sio tu makuhani na watawa, bali ni kwa waamini, kwa ulikuwa ni mwaliko wa waamini wote kuanza kusali sala ya kanisa au beviare ambayo ingefanyiwa marekebisho na mtaguso wa pili wa Vatikano, na maboresho hayo yalitangazwa rasmi na kupitishwa na Papa Paulo wa sita kwa hati ya kitume iliyoitwa wimbo wa sifa tarehe moja mwezi wa kumi na moja mwaka elfu moja mia tisa sabini. Na ndiyo breviare ambayo inatumika mpaka sasa na imefanyiwa tafsiri katika lugha mbalimbali. Lakini kwa nini tusali hasa breviare au liturujia ya vipindi au sala ya kanisa kwa jina lingine? Kuna sababu nyingi lakini tutaweza kuangazia sababu mbili ambazo zitakufanya wewe uweze kukumbuka kusali breviari mara kwa mara. Kwanza kabisa, breviari au sala ya kanisa ni mwendelezo wa sala ambayo aliyeanzisha Kristo katika ulimwengu huu. Lakini sababu ya pili, masifu au breviari au sala ya kanisa ni sadaka ya sifa ya Yesu Kristo yenye hadhi inayoendana na misa takatifu. Huo ndio baadhi ya umuhimu wa kusali sala ya kanisa, kwa nini tusali sala ya kanisa, ubreviali. Lakini kitabu chetu au sala yetu ya kanisa ina mgawanyiko katika kusali. Kwanza kabisa ni masifu ya asubuhi na masifu ya jioni. Masifu ya asubuhi na masifu ya jioni yana hadhi kubwa kidogo kuliko ya vipindi vingine vya siku ambavyo ni sala ya mchana pamoja na sala ya usiku. Wapendwa, ukiwa huo ni ufupisho wa mambo kidogo juu ya breviari, lengo likiwa ni kukufahamisha msikilizaji kwamba kwa nini unapaswa kusali breviari na kuna umuhimu gani wa kusali breviari na kujua kidogo kuhusiana na breviari, nikutakie utekelezaji mwema wa kusali sala ya kanisa au breviare. Tumsifu Yesu Kristo.